Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja, katika kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa utafiti juu ya Sande ya Torino, kipindi kinacholetwa kwenu na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya KWAUSO iliyojengwa kumwenzi huyu ambaye tunakutana naye katika sande ya Torino leo ikiwa ni siku ya 30 ya kipindi cha Kwaresma. Kichwa cha habari ni onyesho bora kabisa la upendo usiopimika. Taanza kwa nukuu, sande ya Torino inawauia watu wengi changamoto kwa sababu inaonyesha kwamba hapa kuna kitu kinachokwenda nje ya mipaka ya sayansi ya kawaida. Mwisho wa nukuu, ni maneno ya Barish Falls. Sanda ni kumbukumbu -kumbu ya upendo usiopimika. Nianze kwa mfano, siku moja mama mmoja mjane alisikia kuwashwawashwa ndani ya kidole kimoja cha mguu akahisi kuna funza, akamwita mtoto wake, mwana pekee, akamuomba amsaidie kumtoa funza. Mtoto akamjibu, mama, kwa hilo itabidi usubiri mpaka kesho, maana kama mpenzi wa mpira mimi lazima niwayi kiwanjani, maana kuna mechi nzuri kati ya Simba na Yanga, siwezi kuchelewa. Mwisho wa maneno ya huyo mtoto. Aliporudi nyumbani baada ya mchezo, mtoto huyo akakuta mbeleko kwenye kiti alichozoea kukalia, akamuuliza mama yake, mama, hii kitu kilichokunjwa kitini hapa ni nini na kina maana gani? Mama kamjibu mwanangu, kitu hicho ni mbeleko niliyotumia kubebea mgongoni miaka miwili ulipokuwa mdogo, nimeitunza kumbukumbu kumbu. Ujumbe ukawa umefika, mtoto akakumbuka kwamba amemkatalia mama yake kumtoa funza. Basi mtoto akamwangukia mama miguuni kwa majuto, huku machozi yakimbubujika. Na ndivyo ilivyo pia sana ni historia nzima ya upendo katika kitu kimoja. Sanda ni kumbukumbu -kumbu ya upendo usiopimika. Lakini hapo nyuma tumeona pia kwamba sanda ni makutano ya sayansi na imani, kwamba sanda ni mazungumzo endelevu kati ya sura mbili za ukweli mmoja. Kwenye makutano hayo tunaweza kusikia na kuyaelewa maneno yaliyoseema wa mwaka elfu mbili na Papa Yohani Paulo wa pili hivi: mbele ya sanda ni vigumu kubaki bila msimamo. Maneno mengine kwa Kiingereza tunaweza kusema to, to remain indifferent. Uso wa sanda unaihoji akili na kuuhoji moyo. Mazungumzo yake yanamlenga muumini, mtafiti na asiamini. Naye Papa Francis amesema kwamba picha ya sanda inatukumbusha upendo wa Mungu. Mwandishi mmoja Sinde Wooden wa Catholic News Service alimkariri Papa Francis katika ujumbe wake wa Jumamosi Kuu mwaka wa imani kwa njia ya television, akisema kwa kuangalia kwenye sanda ya Torino, picha ya mtu aliyesulibiwa wakatoliki wanamtafakari Yesu Kristo na wanaalikwa kumbuka upendo wake mkuu kwao na kwa watu wote wanaoteseka. Kwa njia ya sanda takatifu, neno la Mungu la pekee na bora linatufikia sisi, upendo aliyekuwa binadamu akafanyika mwili katika historia yetu, upendo wa Mungu uliojaa huruma. Mungu aliyechukua uovu wote wa ulimwengu ili aweze kututoa kutokana na uwozo na uovu huo. Uso huu ulioharibiwa vibaya unafanana na nyuso zote za wanaume na wanawake zilizoumbuliwa na maisha yasiyoheshimu adhi yao, kutokana na vita pamoja na ukatili unao waathiri walio wanyonge zaidi. Maneno kama hayo yanazungumza kwa ufasaha kabisa kuhusu sanda. Hata kama sio maneno ya kisayansi, yanazungumza juu ya sura ya pili ya sanda, kwa sababu yanatoa ukweli kuhusu maana ya sanda. Yanakum, yanamkumbusha muumini maneno ya Bwana wa uzima aliyesema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Basi ndugu wasikilizaji, kwa maneno hayo tumalizie tafakari yetu ya leo kuhusu hili fumbo la sanda ya Torino ambalo kichwa chake kwa leo ilikuwa ni onyesho bora kabisa la upendo usiopimika. Asanteni sana, na kesho tutachukua mara nyingine, tutaona utukio la moto wa mwaka elfu moja mia tano thelathini na mbili na matukio mengine mawili kwa chanzo kisichojulikana. Na kwa nini chanzo kisichojulikana? Moto uliolenga kuteketeza sanda, lakini kwa mwongozi wa Mungu, moto huo haukufanikiwa kuteketeza kabisa kabisa sanda ya Torino. Asanteni sana na Mungu